Ujambo, u oh, mimi ni Dkt. Raman Narasimhan, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na mtaalamu wa tiba ya ndani nikiwa nafanya kazi katika Apollo Green Road, Chennai. Tiba ya ndani inashughulika na magonjwa sugu na magumu, kwa hiyo mimi ndiye mtu wa kwanza ambaye mgonjwa anakutana naye anapokuja kwenye idara ya wagonjwa wa nje au idara ya wagonjwa wa ndani au kwenye chumba cha dharura akiwa na ugonjwa wa kitabibu kwa mfano inaweza kuwa sepsis, inaweza kuwa maumivu ya kifua, inaweza kuwa maumivu ya tumbo uo, na hali hiyo inahitaji kulazwa. Kwa hiyo daktari, daktari wa chumba cha dharura mara nyingi humwita daktari wa magonjwa ya ndani au mtaalamu wa tiba ya ndani kama mimi, na kazi yangu ni kwenda pale kumkagua mgonjwa ili kuona ni kiasi gani anaumwa na ni matibabu gani ya haraka yatakayookoa maisha. Na pia wakati mwingine tunaamua kwamba hali hii haihitaji kulazwa. Tunaweza kuwa na uwezo wa kumhudumia mgonjwa akiwa nje ya hospitali, na ninaendelea kumtunza mgonjwa nje ya hospitali, ikiwa ni pamoja na kumpatia dawa, au mgonjwa anaweza kuwa anaumwa sana kiasi cha kuhitaji kulazwa wodini, au kuwa mahututi zaidi na kuhitaji kulazwa ICU, ambapo tunamshughulikia mgonjwa pamoja na timu ya huduma za wagonjwa mahututi na matokeo yanayotarajiwa ni mgonjwa kupona na kuruhusiwa kurudi nyumbani akiwa na afya njema. Huo ndio uwezekano bora kabisa. Iwapo mgonjwa atahitaji kuendelea kupata huduma, iwe kutoka ICU kwenda wodini na kisha kuruhusiwa, au kutoka hospitali kurudi nyumbani, na anaweza kuwa na mahitaji fulani. Kama vile unajua inaweza kuwa kitu rahisi tu kama muuguzi kuendelea kumpa eh, antibiotiki au hata kupanga chakula au kupanga vipimo vya damu vya ufuatiliaji. Kwa hiyo tunashughulikia yote hayo hadi pale watakapokuwa hawana mahitaji yoyote ya kitabibu kabisa. Hiya tunapanga miadi za ufuatiliaji katika idara za wagonjwa wa nje kwa wakati unaofaa. Mambo ambayo yanaweza kushughulikiwa polepole yatafanyika kwa wakati unaofaa baada ya mgonjwa kuruhusiwa. Kwa hiyo ni huduma kamili ya asilimia mia moja kwa mgonjwa, iwe ni baada ya kuruhusiwa, dawa kutolewa na wauguzi wanaokwenda nyumbani kwao na kuwapa au kupanga lishe, vipimo vya maabara kupangwa Ufuatiliaji kupitia simu ya video kama hawawezi kufika au ana kwa ana ili tuweze kuwachunguza. Wakati mwingine tunakuwa na timu yetu ya madaktari wanaokwenda nyumbani kama macho na masikio yangu na kuniletea taarifa kuhusu hali yao. Kwa hiyo tunamshughulikia mgonjwa kikamilifu hadi na hata baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali. Kwa hiyo mimi, Dkt. Raman Narasimhan, kama daktari bingwa wa magonjwa ya ndani ningependa kukuelimisha na kukusihi utuchague sisi kama kituo chako cha kwanza cha huduma kwa mahitaji yako yote ya kiafya, iwe ni kwa wagonjwa wa kulazwa au wa nje. Na tuko hapa kukusaidia katika hospitali za Apollo. Tutakushika mkono na kukusindikiza kwenye safari yako ya afya njema tangu mwanzo na hata kwa miaka mingi ijayo. Hivyo, tuchague sisi kama kituo chako cha kwanza cha huduma. Asante.